Mpenzi unayotufuatilia katika chaneli yetu ya Nuru Al-Islamia, ninakuomba utunge mkono kwa kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele na kushare. Ndugu yangu Mwislamu, tunaendeleza katika tafsiri za Qurani episodi inayofuatia ambayo ni episodi ya nane. Lakini nakuomba ufuatilie masomo haya kwa sababu ni masomo muhimu Quran tafsir leo biidhn llahi, insha Allah, tutaondokea na aya inayosema waidhalaku lladina amanu, wakati wanapokutana na wale walioamini, qaluu amanna, husema na sisi tumeamini. Waidha khalau, waidha khalau ila shayatinihim, na wakati wakirudi tu kunapo mashaitani wingi wao, qalu, husema Ina ma'akum, hakika sisi tuko pamoja na nyinyi. inama nahnu mustaziun, hakika sisi wale tunafanyia ijtihzai, tunawafanyia mzaha, tunawafanyia shero. Allahu Mwenyezi Mungu atawalipa shero zao. Wayamuduhum, na anawapamuda kuwaachia wafanye wanavyotaka. fituguyanihim katika giza ya maguna wakitangatanga. fitu kuyanihim, giza lilokusudiwa hapo ni vile kufanya maasi, vile kufanya unafiki. fitu kuyanihim, katika maasi yao ya maguna wakitangatanga. Tukirudia katika aya, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa idha laqul ladhina amanu, wakati wanapokutana na wale walioamini Yani, wanafiki wakikutana na walioamini, qalu husema, inna makum, hakika sisi tuko pamoja nanyi. Maana yake husema na sisi tumeamini, wanajifanya kama na wao wameamini. wa idha laqu alladhina amanu, wakikutana wa... na wakati wakikutana na walioamini, qalu husema, inna maakum, hakika sisi tuko pamoja nanyi. innama nahnu mustazihun hakika wale tunafanyia shero maanake, innama nahnu hakika yetu sisi mustaziuni tunafanyia shero, tunafanya istizai. Allahu yastaziu bihim, Mwenyezi Mungu atawalipa shero zao, manake kama wanakufanya shero na Mwenyezi Mungu atakuja afanyia shero e, siku ya qiama. Allahu yastaziu bihim Allah atalipa shero zao. wayamuduhum na anawaachia, anawapa muda wayamuduhum, anawapuruzia. kupuruzia ni kuwapa matanzi, anawachia. wayamuduhum fi tughyanihim anawaachia, maana yake anawapa, anawapa muda katika kufanya kwao maasi. fi tughyanihim katika maasi yao ya mauna, wakitangatanga. insha Allah na kuomba kabla ya kuondoka usubscribe.